Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu yangu, mpenzi wangu, bado tupo katika mwendelezo wa darasa mbalimbali tunazofunzana namna gani ya kuondosha mashida yaliyoshindikana katika mwili e, wale wenye mahasadi katika mwili yao, wale wenye manuksi katika mwili yao wale wenye mikosi katika miili yao, wale ambao wana hasadi katika miili yao, wale ambao miili yao imekwisha kuwa ina giza la kupindukia, bado naendelea kuwapa njia mbalimbali, ndugu zangu, zitakazoweza kutatua changamoto mnazozipitia kwa wale ambao aidha mlifungwa mna vifungo vya kiuchawi, ama mna hayo mahasadi manuksi, kama nilivyokuwa nimeyazungumza katika miili yenu. Hatimaye kila mnalokuwa unalifanya ndugu yangu, linakuwa mtihani, kila unalolishika linakuwa shida, kwa dhiki yoyote

kwa hitajio lolote lile analolihitaji mtu kwa, kwa, eh, kwa namna yoyote utakayotaka ili kuweza kuweka mwili wako sawa, basi naomba leo nisikilize kwa makini baada ya kukupeni ile njia ambayo namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa baadhi ya watu imeanza kuleta matokeo makubwa tokea walipoanza kuifanya njia ya kutengeneza dawa kwa kutumia sufuria iliyosongewa ugali, ikatiwa maji ndani yake na baadhi ya dawa nilizozielekeza. Alhamdulillah, njia hii ya darasa iliyopita na imeleta mafanikio makubwa. Sasa leo nakuja na njia nyingine, ndugu yangu, mpenzi wangu, kokote ulipo, mwenye mitihani mikubwa katika mwili wako, mwenye matatizo mazito kabisa katika mwili wako, naomba ndugu yangu, pokea na hii njia. Ina maajabu makubwa katika kuusaidia mwili wako, katika kuufungua mwili wako, katika kuondosha mabalaa na mitihani mbalimbali katika mwili wako. Nini unavyohitajia kuwa nayo katika njia hii na kwenda kukuelekeza siku hii ya leo. Kuna bidhaa hapa kama nne ambazo natakiwa uwe nao. Bidhaa ya kwanza kabisa ni maji ya Zamzam kama haya ama zaidi ya haya yoyote yale utakayoyapata, lakini tafuta maji ya Zamzam. Baada ya kupata maji ya Zamzam, tafuta marashi rozi chupa kama hii, marashi rozi chupa kama hii hi. Baada ya hapo tafuta kafur white ama karafu maiti kama hii unaiona hapa. Baada ya hapo tafuta dawa inaitwa haltiti. Alhamdulillah, hivi vyote navyovitaja hapa, alhamdulillah vinapatikana kiwepesi vinapatikana kirahisi na vimejaa tele katika baadhi ya maduka mbalimbali mbali. Ndugu yangu mpenzi wangu, kokote pale ulipo, hivi vitu nilivyovitaja ni rahisi kabisa ku, lakini vina maajabu makubwa sana. Sasa vipi utafanya, ili uweze sasa kuufungua mwili wako, ili sasa na hii njia hii inawapa hata wale ambao amekuwa hatibiki kila anavyojitibia matatizo yake, lakini hatibiki. Kila anavyokwenda kwa wajuzi wa, wa, wa, wa, wa matibabu wanamtibu lakini hatibiki. Njia hii itakusaidia hata kama wewe ni mtabibu, unatibu watu, ushamtibu mtu muda mrefu, lakini yule mtu hupate mafanikio ya matibabu unayompa, ebu jaribu kutumia njia hii, alafu utaona biidhni rabbi eh, alalamina, kipi kitakachokuwa kimekutokea. Ndugu yangu, unachotakiwa kukifanya ni kuchukua kabla ya hivi nilivyovitaja hapa, unachukua maji yako ya kawaida ukishachukua maji yako kwa kawaida, unaandaa na beseni lako. Kishaandaa beseni yako sasa, pale unachukua udhu wako kama vile udhu wa kwenda kwenye swala. Unaanza kuosha viganja vya mkono, unasukutua, kupaisha maji kuwa, kuosha uso, kuosha mikono, kupaka maji kichwani, e, mpaka unakuja unaosha miguu, lakini yale maji unayotawadhia hakikisha yanadondoka katika ile beseni. Yale maji unayotawadhia hakika ya, na, ya, hakikisha yanadondoka katika beseni. Hapa tunakwenda kufungua mwili kutokana na vifungo mbalimbali alivyofungwa mtu, ama mahasadi manuksi na mamikosi aliyojaa katika mwili. Sasa baada ya kuwa umetawadha yale maji yako, yale maji yako pale umeyakinga yale maji ambayo umeshatawadha sasa, yale maji ndio utakuja kuyachanganya na maji ya zamzam, utakuja kuyachanganya na haya hii marashi rozi, utakuja kuchanganya na hii haltiti, alafu utakuja kuchanganya na kidonge kimoja cha cha karafumaiti. utakapokuwa umeshachanganya yale maji E, ni vyema zaidi ili aweze kuwa mengi, unaweza ukachukua na maji mengine ukaongezea ndani yake. Sasa kwa wale wajuzi hapa, nazungumzia ndugu zangu wajuzi, wataalamu ambao wao wanajua kusoma ni, ni wajuzi wa, wa, wa, wa kusoma sura ndogo kabisa. Na amani hii, watu wengi tunaijua, hakuna tusioijua. Sura hii Ayatul Kursii wengi tunaijua, qul audhu birabbil falaqi wengi tunaijua, na qul audhu birabbin nasi hizi hizi hizi tatu wengi wetu tunaijua, wengi tunajua hizi. Sasa ukisha kuwa umeshaandaa haya maji yako na umeshaweka ya mbele yako, haya ni yale ambayo wewe umetawadha. Kumbuka hapa unakwenda kuufungua mwili wako na si tiba kwa mtu mwingine. Haya mambo unatakuwa ufanye wewe nieleweke vizuri, unatakiwa ujifanyie wewe. Kama unataka kujifungua, kama unataka kumfanyia mtu mwingine, basi mtawadhishe yule mtu, yale maji yake atakayokuwa ametawaza ndo a, ndo uyachukue uweze kuyafanyia mambo kama haya kwa ajili ya kumfungua mwili wake, insha Almaula jalla jalaluhu. Kwa hiyo jambo lolote lile, sasa hapo ndipo utaanza kusoma Ayatul Kursi, na hizi unatakiwa uzisome tisini na tisa. Allahu la ilaha illa huwa alhayu lqayumu la taakhudhuhu sinatun wala nam. Unasomea yale maji ambayo umetawaza na umeweka zamzam, umeweka marashirozi, umeweka haltiti na umeweka karafu maiti. Unayasomea tisini sura tisa u e, Ayatul Kursi tisini na tisa, alafu pia unakuja kusomea tisini na tisa, qul a'udhu birabbil Falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab. Sura kiboko kabisa ya hasadi, nuksi, mikosi, magundu na mabalaya katika mwili. Sura hii inatisha ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani hizi nazo unazisoma tisini na tisa. Baada ya hapo unakuja qul audhu birabi nnasi maliki nnasi ilahi nnasi nazo unazipiga tisini tisini na tisa baada ya hapo sasa, unasoma suratu lfatiha saba, yani, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yaumiddin iyaka nabudu waiya, unazipiga saba. Baada ya kupiga hizi saba unamaliza na swala ya Mtume. Ukimalizia na swala hii ya Mtume nitakayokusomea hapa ndiyo bora zaidi, ila kama hii hauijui soma swala ya Mtume yoyote unayojua allahumma salli wasallim wabarik ala muhammadin tibbil qulubi wadawaiha wa afiyatil abedani wa shifaiha wa nuril abisari wa dhiyaiha wa ala alihi wa ashabihi wa sallama. Ukisoma hii unazisoma hizi 100 swala ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, unazisoma mara 100 hali ya kuwa unapuliza katika yale, katika yale maji. Sasa haya maji ndugu yangu mwislamu, baada ya kuyatumia ni dawa yako moja mujarab sana, na ni dawa mujarabu mno katika kufungua mwili kuondosha hasadi kuondosha kijicho kuondosha nuksi, kuondosha mikosi, kuondosha mabalaa, kuondosha vifungo, mwili wenye giza ulioshindikana. Wale ndugu zangu wanaochukiwa pasi na sababu ya aina yoyote, wale ambao wana mipango mingi, unapokaribia mpango wake afanikishe, unakufa mpango ule, wale ambao pesa inapita tu katika mikono yao, maskini, baraka haina, wale ambao kila analojitahidi, kila analolifanya anahesabika kuwa mbaya kwa watu, wale wenye maradhi asiosikia dawa, wakashatibiwa muda mrefu, dawa hazimsaidii haya maji ni kiboko kwa idhini ya allah subhanahu wa ta'ala kama kuna maji yanakuwa ni mujarrab sawasawa yenye nguvu katika kumsaidia mtu kumfungua mwili wake basi ni maji haya wale wenye mabiashara mbalimbali anafanya biashara biashara ngumu mwili mzito kila anavyoshika mwili haukubali biashara anayokamata biashara inakufa hii kitu baba yangu nenda kafanye maji ya udhu kiachanganya na haya uliotawadha alafu ukayasomea hivi visomo nilivyovisoma unakwenda kuyakoga maji yale. Wakati unaenda kukoga, unaanza kuoga bega lako la kulia, alafu unafata bega lako la kushoto, alafu unajimwagia katikati hivi kichwani, maji yote unarowana mwili mzima. Hili zoezi bora zaidi unalifanya ndani ya siku saba mfululizo. Hili zoezi unalifanya ndani ya siku saba mfululizo. Sasa katika zile siku saba unazofanya unazo hii unavizia una, una ule wakati jua linachomoka eh, linachomoza huko kwetu, sijajua East Africa linachomoza muda gani, lakini nafikiri ni majira kwenye saa kumi na mbili kama na, na nusu hivi au saa moja kasoro jua inaanza kuchomoka. Sasa pale jua wakati inaanza kuchomoka, kuna uradi mmoja mtukufu, uradi mmoja mtakatifu, unatakiwa uombe huo uradi kwanza. Unamwambia Allah subhanahu wa ta'ala kama linavyochomoza hili jua, ya rabbal alalamina, likaangaza ulimwengu, wanadamu wakaonana, wanadamu wakajuana, watu wakabainisha, jua ikaangaza kila kitu, basi Allah kwa haki ya uradi huu na kuomba Allah ufungue mwili wangu, jalia mwili wangu uwe una nuru mfano wa nuru ya jua, jalia ya, ya rabbal alalamina, kama famous, ni mfanya biashara, niwe nijulikane ni nipasue anga za mashariki na magharibi, kama vile jua inavyopasua anga za mashariki na magharibi. Alafu kisha baada hapo, unasoma huu uradi ya arhama rahimin. Hiyo sasa ni asubuhi ndo unafanya kila asubuhi yake. Wakati unafanya tiba ya asubuhi, ndo unasema ya arhamar rahimin wakati du jua inachomoza, mara mia moja tu. Uradi huu unakuwa unasema katika hizo siku saba: ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wakati huo sasa unakuwa umetia nia: Allah, kama jua linavyopasua anga na kuondosha kiza, nami mwili wangu ujalia, rabbal alamin, upasue anga za dunia na niangaze kama vile muangaza wa jua, biidhnillahi alkarimu. Utaona maajabu makubwa makubwa sana. Kama hujanifahamu kama hujanielewa, unaweza ukanitafuta kwa sifuri saba nane saba tano tano mbili mbili moja moja. Shukran lakum wa jazakumullah khaira. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.